Israeli imefanya mashambulizi ya anga kote Irani kwa siku ya tatu, ambapo ni kuanzia Jumapili asubuhi mchana mpaka usiku, wakati nchi hizo zikirushiana makombora na kutishia nguvu kubwa zaidi inaweza kutumika ikiwa Irani itaendelea kuishambulia Israeli. Taarifa kutoka nchini Irani zinasema maduka katika mji wa Teherani yamefungwa moja baada ya jingine, wakati mashambulizi ya Israeli dhidi ya Irani yalipotokea mapema Jumapili. Kulikuwa na misururu mirefu kwenye vituo vya mafuta kote jijini Teherani, wakati wengi wakijaribu kuondoka Jumapili asubuhi na mchana hadi jioni kwenda kwenye maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kutafuta usalama wao mbali na lengo lolote linalowezekana la Israel, lakini hawakuweza kutoka hata nje ya mkoa kwa sababu ya uwingi wa watu ambao wanatoka, lakini kwa sababu pia ya usalama kwenye maeneo mengine ambayo wanaweza kuelekea. Israeli na Irani zimefanya mashambulizi mapya, ambapo taarifa zinasema kuwa majeruhi pamoja na waliouawa wamekuwa wengi kila nchi na kuibua wasiwasi wa mzozo mpana wa kikanda, huku wanajeshi wote wakiwataka raia wa kila upande unaopigana kuchukua tahadhari dhidi ya migomo zaidi. Kansela wa Ujerumani Fredrik Mels amesema anatumai mkutano wa kundi la viongozi wa G7 unaokutana nchini Canada siku ya Jumapili ungeweza kufikia makubaliano ya kusaidia kutatua mzozo huo na kuepusha kuongezeka, lakini baada ya mkutano hamna chochote kilichofanikiwa. Jeshi la Israeli ambalo lilianzisha mashambulizi hayo siku ya Ijumaa kwa lengo lililo la kutafuta mpango wa Irani wa nyuklia na makombora ya balistik liliwaonya Wairani wanaoishi karibu na vituo vya silaha kuhama. Hata hivyo, bado viongozi kutoka nchini Israeli wanaendelea kutoa wito kwa Irani, ambapo waziri mkuu wa Israeli amesema Irani italipa gharama kubwa kwa mauaji ya raia wanawake na watoto. Vikosi vya jeshi la Irani viliwaambia wakazi wa Israeli kuondoka karibu na maeneo muhimu kwa usalama wao kama ambavyo vikosi vya Israeli viliwaambia wakazi wa Irani kuondoka kwenye makazi yao mjini Teherani kwa ajili ya usalama wao. Taarifa kutoka kwenye vikosi vya Irani vilisema usikae na kusafiri karibu na maeneo hayo muhimu. Msemaji wa jeshi la Irani alisema katika video iliyotangazwa na TV ya serikali wakati ambapo Iran ilituma safu mpya ya makombora kuelekea Israeli. Saa chache baadaye, muda mfupi baada ya kuanza kuingia usiku, Irani ilianza kurusha wimbi lingine jipya la makombora ambalo lilipiga mji wa Haifa, mji wa bandari, na kuteketeza baadhi ya maeneo ya bandari na kusababisha hasara kubwa, ambapo jiji la mchanganyiko la Wayahudi na Waarabu kaskazini mwa Israel. Afisa wa jeshi la Israel alisema kuwa kituo cha kulelea wazee kilipigwa. Huduma ya kitaifa ya dharura iliripoti kuwa watu tisa walijeruhiwa katika shambulio hilo pamoja na wengine wawili kufuatia athari ya kombora kusini mwa Israel. Raia mmoja wa Irani ambaye aliweza kufanikiwa kuondoka katika mji wa Teherani na kuelekea mkoa mwingine akisimulia yale yanayoendelea katika jiji la Teherani anasema sizani, kama nimeshughulikia kikamilifu kwamba ninaishi katika eneo lenye vita na sina uhakika ni lini nitakubaliwa. Hii siyo vita yangu, siegemei upande wowote, nataka tu kuishi pamoja na familia yangu. Anaendelea kusema kuwa kila mmoja anajaribu kutoroka Teherani kwa njia moja ama nyingine, na anayefanikiwa basi anaondoka, lakini wengine ambao wamefanikiwa kuondoka wana Teherani haiko salama. Kwa uwazi, hatupati kengele au maonyo kutoka kwa maafisa kuhusu mashambulizi ya Israeli. Tunasikia tu mlipuko na tunatumai mali petu hapatupigwa. Katika kuashiria ni kiasi gani Israeli ilikuwa tayari kuifikia Irani, afisa wa Marekani aliliambia shirika la habari la Associated Press AP, kwamba Rais Donald Trump katika siku za hivi karibuni alipinga mpango wa Israeli wa kumuua kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Mashambulizi ya Israeli yameua takribani watu 406 nchini Irani na kuwajeruhi wengine mia sita hamsini na nne na zaidi, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu ambalo limefuatilia kwa muda mrefu nchi hiyo. Wanaharakati wa haki za binadamu wenye makao yake mjini Washington, Marekani, wanasema serikali ya Irani haijatoa takwimu za jumla za majeruhi. Eneo hilo linakabiliwa na mzozo wa muda mrefu baada ya shambulio la kushtukiza la Israeli Ijumaa katika maeneo ya nyuklia ya kijeshi ya Irani na kuwaua majenerali kadhaa wakuu na wanasayansi wa nyuklia. Hakuna upande ulioonyesha dalili yoyote ya kuunga mkono. Irani ilisema kuwa Israeli iligonga vinu viwili vya kusafishia mafuta na hivyo kuongeza uwezekano wa kushambulia sekta ya nishati iliyowekewa vikwazo vikali na Irani, ambayo inaweza kuathiri soko la kimataifa. Jeshi la Israeli, katika chapisho la mtandao wa kijamii, liliwaonya wa Irani kuhama kwenye maeneo ya viwanda vya silaha, kuashiria kupanuka zaidi kwa kampeni yake ya kijeshi nchini Iran ilitikisa mji mkuu wa Irani wa Tehran mwendo wa saa sita na ule mwendo wa saa tisa mishale ya jioni wakati king'ora kikiria nchini Israel mwendo wa saa kumi jioni na tena karibu saa nane mchana jeshi la Israel lilibainisha kuwa maeneo kadhaa yalipigwa ikiwa ni pamoja na Haifa kaskazini wakati huo mkuu wa sera za mambo ya nje wa umoja wa Ulaya Kaja Kalas ameita mkutano wa video wa mawaziri wa mambo ya nje wa umoja wa Ulaya siku ya Jumanne kujadili maendeleo kadhaa mashariki ya kati Kaja Kallas ameitisha mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa umoja wa Ulaya kupitia kiunga cha video siku ya Jumanne, ambapo msemaji wake alisema kwa kuzingatia uzito wa hali ya mashariki ya kati, mwakilishi mkuu wa EU anaazimika kuitisha kikao hicho ili kujadili nini kitafanyika. Mkutano huo utatoa fursa ya kubadilishana mawazo, utaratibu wa mawasiliano ya kidiplomasia kwa Tel Aviv na Tehrani na uwezekano wa hatua zinazofuata. Lakini kwa upande wa Israel kutokana na mashambulizi ya Irani msemaji wa m anasema kwamba huko Haifa watu wengine kumi na zaidi walitibiwa majeraha mepesi na kupelekwa katika hospitali za Bnei Zion na Kemo na Rambam. Taarifa pia kutoka kusini mwa Israel zinaeleza kwamba hali ya mashambulizi imekuwa ngumu zaidi na imesababisha majeruhi kadhaa, huku mtu mmoja aliyejeruhiwa alihamishwa na kuelekea maeneo mengine kwa ajili ya matibabu zaidi. Baada ya mashambulizi ya Israeli nchini Irani, imelazimika taasisi zote za elimu nchini Irani zikisalia kufungwa kwa hadi taarifa nyingine zitakapotolewa, huku nchini Israeli masharti ya hali ya dharura imeongezwa hadi tarehe 30 Juni. Wakati Israeli ikikana kusaidiwa na nchi yoyote, inaarifiwa kwamba ndege zaidi za RAF zinatumwa Mashariki ya Kati, huku kukiwa na mapigano makali kati ya Israeli na Irani, ambapo waziri mkuu wa Uingereza ameleza kutoa msaada huo. Keir Starmer, alisema ndege ndege za kijeshi ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za Typhoons na za kuhamisha mafuta kwa ndege zingine angani zilikuwa zikitumwa kwa ajili ya usaidizi wa dharura katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya kwenda kutoa msaada kwa Israel. Alisema hali inaendelea kuwa mbaya kwa haraka na kulikuwa na majadiliano yanayoendelea na washirika na kuongeza ujumbe wa mara kwa mara unaoongezeka. Uingereza ilitangaza mara ya mwisho kuwa ilipeleka ndege katika eneo hilo mwaka jana wakati Israel ikiendelea na operesheni yake kijeshi katika eneo la Gaza, wakati serikali ilisema ndege za Uingereza zimekuwa zikichukua jukumu la kuzuia kutokea kwa mzozo Mashariki ya Kati. Kwa upande wake Rais wa Marekani Donald Trump akitoa rai kwa Irani amesema kwamba iwapo Irani itaishambulia Marekani kwa namna yoyote ile, operesheni kamili ya kijeshi itatumika ambapo haijawahi kutokea kwenda kukabiliana na Irani kikamilifu, lakini ameongeza kuwa Irani na Israeli wanapaswa kufikia makubaliano na watafikia makubaliano, amesema rais wa Marekani Donald Trump, akiongeza kuwa yeye ndiye atakayefanikisha suala hilo kama ambavyo alisema awali juu ya Ukraini na Urusi. Ameeleza katika machapisho yake ya mitandao ya kijamii wa Truth, ambapo anaashiria mivutano kati ya nchi zote ulimwenguni. Amesema anaweza kusitisha hivi karibuni. Amenukuliwa akisema Marekani imekuwa ikisaidia katika mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Ukraini na Urusi pamoja na Israel na Hamas, vita hivyo vyote bado vinaendelea. Chapisho hilo limeendelea kusema kuwa vivyo hivyo, tutakuwa na amani hivi karibuni kati ya Israeli na Irani. Wito kutoka kila upande na mikutano inafanyika kwa sasa, na ninafanya mengi na sitambuliwi kwa lolote, lakini ni sawa tu, kwani duniani unafanya mazuri, lakini utakumbukwa baada ya kuondoka. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.